Ngoja <laughs> <laughs> <laughs> nikwambie bwana mdogo, kila siku nawaambia dabi haijawahi kumwacha mtu salama. Hauwezi ukafungwa goli tano ukacheza tena Simba na Yanga. Umeelewa? Mechi ya dabi nielewe, mechi ya dabi ina, ina pande mbili, ina constructive margin na ina destructive margin tunaposema constructive margin maana yake ni upande wa ujenzi wa kitu. Destructive margin maana yake ni upande wa uharibifu. Ndio mechi ya dabi ilivyo. Ukifanya vizuri kwenye dabi, wewe unaweka upande wa constructive margin kimaisha, sio? Nitakupa wachezaji ambao walikuwa katika upande wa, wa, wa kujijenga, lakini kupitia dabi. Kama kuna mwana Yanga anakumbuka hapa, wakati Mayele anakuja, alikuja na nani, Makambo, mnakumbuka eh? Tegemezi la Yanga lilikuwa Mayele au Makambo? salikuwa Makambo mpaka mechi ya kwanza ya, ilikuwa ya Yanga ya, ya Yanga, day siku ya Mwananchi, Makambo alifunga goli, aliwachukua watu pembeni kule, akaipiga mashine e, nyuzi tisini, watu wa Yanga wote wakawa wanafanya nini? Wanajaza, si ndio eh? Hapo Mayele bwana Mayele na rasta zake kakaa katulia, anajua hii hey, shughuli Makambo anatoka Uloya Athletic Club, si umeelewa? Mwisho wa siku Mayele akaumia mazoezini, kuelekea kwenye nini, kwenye mchezo wa dabi wa ngao ya hisani. Umeelewa? Makambo anaumia, Mayele anaambua anza leo, dakika kumi tu, Manula anaruka huku, mpira unapita, biashara imefanya nini? Wanayanga wote wakaanza, kuna mwana Yanga tayari kuandaka hivi, unaona. Kwa hiyo hapa dabi imemjenga Mayele Shiza Ramadhani Kichuya. Simba anakuja Simba, alikuja na Mo Ibrahim. Umeelewa? Alikuja na Mzamiru Yasin, alikuja na nani? Na yule center forward wetu yule mtoto nani? Bonde. Salim Bonde. Walikuja wanne wale. Mchezaji ambaye alikuwa alisumbua Simba kwa usajili tena kwa hela nyingi alikuwa ni Mo Ibrahim. Ndio alikuwa alikuwa hatari yule mtoto. Kila mechi alikuwa anatupia. Lakini mwisho wa siku Dabi imekuja kumjenga nani? Kichuya ndo akaonekana superstar ndani ya Simba. Kwa nini? Kona goli nakumbuka tushapigwa chuma moja. Dakika tisini inapigwa kona, naingia yenyewe moja kwa moja. Tunakuja mechi ya pili, Yanga anafanya nini? Anafungwa mbili moja. goli, na kwanza wapugo, goli na la kwanza anasawazisha Mavugo, goli la pili anafunga sizalamazani, Kichuya mita kumi na tisa. Ndio umaarufu wa Kichuya pale pale, amejengwa na nini? Huyo amejengwa na Dabi. Dabi imemjenga golikipa, kipa wetu, golikipa, kipa mtoto wa golikipa wa Yanga. Mnamkumbuka ule mtoto? Manyika pita. Jayala. Kadogo. Makipa wote siku ya alama bwana, tunaomba bwana bate zikala hela. <laughs> Dida naye kachukua mpunga kaseja, ndio afai yuko yangu. Tunafanyaje? Kama alivyobebwa nani alisalimu. Manyika anaambiwa wewe utadaka. Manyika analia. Manyika machozi anamtoka, anaambiwa wewe, listi inasomwa pale, wewe Manyika ndo namba moja leo. Manyika analia. Watu wanampa moyo, watu wamebembeleza ule nusu saa nzima. Ndio manyika anavaa gloves. Jamani mimi leo anajua dabi kwa kawaida yake ni nini? Dabi inakujenga dabi inakubomoa. Yule mtoto anakaa siku ile, Simba inashinda goli moja bila. Mpaka mechi na kuisha yule mtoto ajafungwa na hajapata hatari yoyote. Ndio akawa moja kwa moja Tanzania wani, mnakumbuka? Dabi ile imemjenga, lakini dabi imekuja imwabomoa watu. Dabi imembomoa shishimbi. Alikuwa kipenzi cha Yanga, akitikisa Astor na Yanga wote nao wanafanya hivi. Hey, chuma nne moja ile shishimbi alipiga kichwa akamrudishia Mixon, unakumbuka watu? Unakumbuka watu wakaambia wewe, sio mwenzetu <laughs> dabi imembomoa nani? Imembomoa, imembomoa mkokotonombe, kipenzi cha Yanga. Kigoma, Kigoma, anamkanyaga nani? Tadeo Lwanga. Anapoa umeme, anatoka tu, Tadeo Lwanga anaenda kufunga goli. Watu wakaambia wewe, sio mwenzetu. Dabi imembomoa Juma Shabani na yani, kibangala mbili bila ile kibdeni, si mkandaji wakaambia nyie sio? Unaona dabi dabi imewabomoa wachezaji kumi na nne wa Yanga, kina mlishongasa wote, kina juma abduli mwinyi ngwale walifukuzwa wote. Kama mnakumbuka, alifukuzwa mwinyi ngwale, yaani mafurubeko wa kushoto na kulia wote, shishimbi ndani, dante yo ndani, wale watu wa nyuma wote wanaonekana golini wameuza. Ndo kawaida ya dabi, umenielewa? kwa hiyo dabi inakujenga na inakufanya nini, inakubomoa. Yaani ndo kawaida ni adabu. Lakini ukiniambia kwa swala la Manula, tena Manula ana bahati kwa Simba kwa sababu alikuwa na mkataba mrefu wa miaka mitatu. Lakini mimi kama GB 64. Mimi Manula ndo mfano kaka kwenye mechi pale tab, yule Manula yule. Mimi siku hiyo baba natoka. Yaani chazungumza live, yaani yule simfichi mpaka bunju yule mimi nimemwambia. Nime wewe jibu unachofa kambi anakuchukia. Goli tano. Yaani <laughs> tunu tuloitunza. Yanga mara mwisho kutufunga sisi sitini na nane goli tano. Yanga hajawahi kutufunga sisi. Tunatoka kufunga goli tano, sitini na nane goli nyingi goli tano. Yanga ndio anatufunga goli tatu, tatu moja hapo uwanja shamba la bibi. Hajawahi kutufunga goli nyingi dua tena. Sisi tushampiga tano elfu mbili na kumi na mbili, juzi tushampiga chuma nne msimu wa ishirini na mbili ishirini na tatu. Oh, kitu kimoja nisikilize wewe si una miezi nane uko injury? Wewe si ndo mwenye mwili wako? Si unaujua mwili wako upoje? Wewe wakati unapangwa unaambiwa, Manula, leo una daka. Kwa nini usikatae? Goma! Mimi siwezi, siwezekani miezi nane sijadaka mechi ya aina yoyote. Leo mnanipa mechi ya dabi. Nye mnanitaka nini? Si unagoma goma. Wewe unaenda na pa groups unaenda unacheza. Kwa hiyo yule bwana acheze. Mimi nikimuona tu pale Zanzibar mimi huyo. Naenda kupanda boti. Ni statistics. Sawa eh? Hii timu tunajua wote ni timu inayotoka ukanda gani? wa kaskazini, si ndio? Ukanda wa unafu, si ndio? Simba ameshakutana na timu ngapi msimu huu za ukanda wa unafu? Ameshacheza na timu nne, huyu wa tano huyu, si umeelewa? Yani Simba ameshakutana na timu nne za ukanda wa unafu. Simba amecheza na timu inayotoka ligi namba moja barani Afrika, Misri, Almasi, tena alianza kumfunga Simba goli mbili, kama huyu alivyomfunga Simba, tena magoli ya kiufundi, sio magoli aliyofunga huyu, mgoli wa kona ule Eh, hey, na goli lingine yule. Mtu anashindwa kupeleka mguu hivi ndio goli linafanya nini? Mm. Tulifungwa magoli akiufunda kiufundi, hamna hata mtu alolalamika. Ilipigwa mashine nje ya mita 22, mnakumbuka? Ukadunda. Eh? Yeah. Hey. Pimpin kamala spider anakwenda, anajua mpira unaenda kukamatia hapa, mpira ukadunda ukaenda wapi? Mm. Na goli la pili tukafungwa goli zuri. Mm. Sio umeelewa? Mm. Lakini Simba akaja akalevo scoreboard dakika 45 za kwanza, tukaenda kwenye mikwaju ya penalty tukamtoa. Huyo timu namba moja barani Afrika. Simba imecheza na timu ambayo inatoka ligi, yes, yes, na ligi, na, na ligi namba mbili barani Afrika, si umeelewa? Tumemfunga hapa mbili moja, tukaenda tukampiga na kwao kule kule, tumempiga nje ndani. Huyo ni mtu wa pili. Anatoka ligi namba ngapi? Namba mbili. Simba tumecheza na mtu anayetoka ligi namba tatu kule kule South Africa, Stella Boch hapa anapigwa chuma moja pale pale Zanzibar, ambapo watu wengi mlisema Simba tayari hawezi kwenda wapi, hawezi kwenda nusu na finali. Kwa sababu gani? Mechi imepelekwa Zanzibar, Zanzibar kugumu, tukashinda goli moja, mpaka nikawaambia alopungukwa na Imani anishike mimi, goli moja ni kubwa, na kama goli moja dogo, Yanga aliambua atafute goli moja hapa, hali ilipata Benjamin Mkapa, tukaenda South Africa, ngoma sale, si umeelewa? Simba anakuja anacheza na timu ambayo inatoka ligi namba 4 barani Afrika, Algeria, tumecheza na Al Ahli Tripoli, unaikumbuka? <laughs> kule bila bila hapa anachezea chuma ngapi? Seven, ambi, wale lilali nikwambie, wale ile mechi waliocheza na Simba ya ugenini kule, afu ichukue ile me mechi waliocheza na Berkane, ilikuwa mechi kali kwanza, uwanja ulikuwa full house watu, mechi mleyote iko hivi, ni magoli ya kawaida sana, tumefungwa na Berkane na mpira wa kawaida sana, Berkane amecheza. Nimekutolea statistics za timu za ukanda wa unafu zilizokuja hapa Dar es Salaam, nani katoka mpaka o niaminishe yule anaweza kaja hapa ee akachomoka umeelewa nimekwambia kadi ya klabu Konstantini kamfunga simba goli mbili moja kaja hapa alikufa chuma ngapi mbili Al Ahli Tripoli anatoka huko huko ukanda unafu kule sare kajapa kafa chuma ngapi chuma tatu Almasi li katufunga mbili bila kajapa kafa chumangapi mbili CS Sfaxien kule moja bila hapa mbili Sio umeelewa ina maana Simba akiwa Tanzania nyumbani kwake kila mtu zimechi anashinda nyumbani kwake, si umeelewa? Kwa hiyo mpira unaenda na statistics hizo, maswala ya matokeo mengine yakitokea ni matokeo ya kimpira. Ndio maana wakaambua wa mpira ni mchezo wa nini? wa kikatili. Lakini wewe usitarajie leo Santiago Bernabeu pale katika mechi kumi Real Madrid atakazocheza Santiago Bernabeu, inawezekana mtu akachomoka huyu, yaani matokeo ya kimpira, lakini asilimia tisini lazima wapate matokeo wewe ukienda Anfield ukishaona ile uwanja umeandikwa hapa Never Walk Alone. Wewe shughuli yako imeisha, nenda kamuulize Barcelona, kashinda chuma tatu nyumbani kwake, akaambia njoo huko, anafika nakutatwa, washabiki wote wamevaa fulana zimeandikwa Never Give Up. It, you, you can't say over until it's over. Usiseme imeisha mpaka na usikata nini? Ndio hapa unapata tofauti ya mashabiki wa Simba na wa Yanga, sio umeelewa? Shabiki wa Simba akati tamaa, yaani zile goli mbili angekuwa kafungua, mshabiki wa Yanga tayari saizi hapa, mechi ingekuwa shafaa nini? na mechi shamishwa zaziba, mechi imeisha. <laughs> yeah. Lakini watu wa Simba sisi, watu kati tamaa <clears throat> unajua, kwanza aliyoanza kulibeza kombe la shirikisho sio Ahmed Ally wala sio mwana Simba yoyote. Mtu wa kwanza kulibeza kombe la shirikisho na kulitia najisi kombe la mashindano ya shirikisho ni alikuwa msemaji wenu Haji Sande Manara. Huyo ndo mtu wa kwanza tatizo. Vichwa vyenu nyinyi vidogo, memori zenu ndogo zinapungua haraka. Manara, wakati Simba anatolewa na Joining Galaxy, Simba anakuja anakwenda, anafika robo fainali, anakutana na Orlando mwamba, anashuka sio siumanaelewa, mwamba anashuka. Tushaingia leo zetu robo, robo fainali tayari anashuka Ahmed Ally pale ya poti anaojua na waandishi wa habari. Ahmed Ally anajisifu tena mpaka machozi anamlengalenga. Kwa nini analia? Hajawahi kuwa msemaji katika klabu kubwa kama ya Simba na kufika katika yani, katika, yani kutengeneza CV eh, ya kuwa ni msemaji ambaye anaisemea timu ambayo imeingia robo fainali, akawa anajigamba Ahmed Ally asubuhi yake tu yule bwana sasa kutaka kumpinga medali akaitisha press kwenye jengo lenu Jangwani, kwenye rangi zenu za njano na nini na kisambu <laughs> <laughs> si umeelewa? Na, na waandishi wa habari hao hao wanakumbuka wa Manula ndo akazungumza, akasema asijinasibu sana, akajitamba sana, kombe lenyewe ni la best loser, sio Simba. Sasa kati ya Manara aliyosema kombe ni la best loser, na Mediali aliyosema tena, sio makundi, alisema robo finali ni sawa sawa na finali. Kwa sababu Simba anatolewa robo finali, Yanga anaenda nusu. Si anaenda nusu finali Yanga, kwa wanacheka Simba. Nyewe mmetolewa robo na Nesh, na mmepigwa no nje ndani. Sio tumempiga nani? Tumempiga John Galaxy, tunaelekea finali Malumo Galaxy. Ndio Mediali akasema pointi yani kwamba nusu finali na nini na robo fainali ni sawa sawa, yani wewe unaelekea fainali na sisi tunatolewa robo fainali, point pointi zetu zinalingana. Sasa twende kwenye pointi Ahmed Ally. Ahmed Ally pointi. Point kweli pointi hazifanani, ndio alichomaanisha Ahmed Ally. Ahmed Ally akulibeza ile kombe yeye, kaangalia point, kwa sababu pointi za shirikisho ni 0.5, huku unapata moja mpaka mbili. Sasa nani mkubwa kwao, aloingia robo huku naloingia huku nusu fainali ali, ali, ali, ni vitu viwili tofauti ndicho maanisha, lakini aliyelibeza lile kombe alikuwa ni Haji sande manaa. Ndio maana nikasema awa wenzetu wa upande wa pili hawa Manala alishazungumza, wenye akili ni wangapi? si umenaelewa? wenye akili ni wangapi? wawili tu, si umenaelewa? msimu wa mwaka jana, sawa, Petro teti kodi Rwanda mpaka inaenda kucheza nusu fainali. Mwaka juzi inacheza na nani? na TP Englebert Mazembe alikuwa hajafungwa mechi hata moja, acha huyu, alitoa sare huyu, katoa sare huyu. Petro tatiko hajafungwa mechi hata moja kwenye makundi, sumanaelewa, kamaliza na pointi kumi na sita kasuru mechi, lakini anaenda kukutana tipiaglabedi Mazembe ambayo kwenye makundi kashinda mechi mbili kasuru mechi tatu ana pointi tisa Ndo anaingia nini, watu wote tulimtoa nje nani, tulimtoa nje nani? TP Mazembe. Tukasema TP Mazembe kakutana na moto, Petro Atletico ya moto inatoka kucheza African Football League. tena inatolea kwa upinzani na Mamelodi Sundowns, mechi ya kwanza kafungwa mbili, ya pili wametoka bilabila ndani ya uwanja wa nini, soka site. Watu wote tukampa credit nani? Petro Atletico atamtoa nani? mbaya zaidi anatoka anaenda ugenini kwa TP Mazembe, anamfunga goli moja bila. Mbona mziki huu? chuma kimekuja kumgeuzia wapi, nyumbani kwake kapigwa mbili sifuri pale pale. Yani siku hiyo ya anayefungwa na siku hiyo ya anafanya nini? Yani hii ni sawasawa na mwanafunzi anayebakwa siku hiyo anapata mimba na anazaa, woja kushuhudia hiyo au tofautishe, vuruma vuruma ni nini Zuluma ni kunyang'anywa kitu ambacho akirudi tena kwenye mikono yako, sio eh? sindio nimekukuta na elfu tano we eh. nakupola afu naondoka nayo, si sindio? lakini nimekukuta na elfu tano nimekupola abana... ah bwana, nakutania, shika lako hivi. hapo nimekudhulumu au nimekutania eh? Jamani, unazurumuaje tiketi ambayo unayo wewe? kadi si unayo wewe ana mangungu hiyo kadi suna wewe, hela si ya kwako, iko ndani ya kadi yako. Leo ukitaka kuitumia ile hela, una uwezo wa kwenda hata wapi pale, nani wapi nini wanapata nini Kigamboni, ukaitumia hela yako, iko kwenye kadi yako. Sasa umezulumua vipi we? wow, umeambiwa bwana, tunza kadi yako, utakuja kuitumia siku ya Simba Day, umezulumuaje sasa? shabiki bora ni nani? Ni, ni mtu wa aina gani? Ni yule mtu ambaye anaijenga timu yake nimezungumza mara kwanza hapa kabla hatujaanza hata nini, hata kipindi hichi, shabiki ni nani? Umeelewa? Hivi, kama wewe unalalamika shilingi elfu saba, hawa wanaotoa mamilioni ya pesa, wanajitoa kwa ajili ya hii timu <coughs> wafanye nini sasa? Na tena wewe unalalamikia kitu ambacho unacho wewe. Na kama kweli wewe unaipenda timu yako, unaona kabisa kwamba timu sasa hivi focus inatakiwa iwe wapi? Focus wana Simba inatakiwa iwe wapi? Kuelekea kwenye mechi ya tarehe ngapi? Tarehe 25. Sasa wewe kweli mwana Simba wewe, yani unagombania elfu saba wa unataka kuutoa uongozi wako utoke katika tension ya kuiandaa mechi, aanze kukushughulikia wewe saba yako kwa kitu ambacho hawakukitarajia wao, wow. Kuna kiongozi wa Simba ndo aliyoiahirisha hii mechi akaitoa hapa Benjamin Mkapa akaipeleka Zanzibar waliosema ni viongozi viongo wa nini? Si wakafu viongozi wa kafua? Hawa ndio walo, walotule hivi. Ngoja niwaulize swala hili la tiketi. Ejame, tiketi za dabi hela anazo nani? anazo ngoja tuulizane, hemu subiri. Tiketi za dabi hela anazo nani? mechi ni ya nani? Hakuna yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. wana Simba ambao wamekata tiketi zile za dabi. Sasa wewe wazetu unazo unasema mechi ya uchezi ngoo una maana gani? Acha ujinga wewe baadaye <coughs> kwa sababu anajua wahusika ni nani. Wana Simba hivi, mwana Simba anaweza kalalamika kuhusu tiketi? wanaolalamika ni watu wa upande wa pili. Swala la tiketi zimeanza lini? Yanga wakati wanaenda kucheza mechi, kumbukumbu kumbu yangu nalipa mashindano haya ya shirikisho, wanaenda kucheza first leg na Rivers, wakati wanaondoka tu airport Alikamwe pale pale amezindua ukatishaji wa tiketi. Sasa mbona mnaoyafanya nyinyi wakiyafanya Simba kwa Simba linakuwa ni geni? Leo mtu anashangaa ati Simba mechi ya kwanza haijachezwa huku tiketi zinauzwa Yanga na Rivers, mnakwenda kucheza kula huku, tiketi zinauzwa, mpaka watu wakawa na hoja hii. Vipi basi, tuseme Simba mwaija Yanga ni vitu vya kawaida kwenye mpira, lakini swala la tiketi mwana Simba yaani, yani mwana Simba hawezi kukaa akalalamika swala la tiketi. Tiketi wanaolalamika ni watu wa upande wa pili. Mwana Simba hawezi akalalamika swala la tiketi kutokana na condition ya timu yake ilivyo. Kwa ni recommendation, tatizo la Tanzania viingereza, kaaka niu recommendation, maana yake ni hombi. Kafu wameiomba TFF kupitia katibu kidau, wawaombe Simba mechi ikachezoa wapi, Zanzibar, kulingana na hali ya nini ya hali ya hewa nini ya Tanzania, huku Tanzania bara kutakuwa na mvua, kisija kikatokea kile kilichotokea mechi ya Simba na nani na Almasri. Kuna viongozi wakubwa wa wanakuja, umeona mtego aweka kafu lakini swala la kuuzwa tiketi tiketi zimeanza kuuzwa kabla ya ile recommendation letter kuletwa na nani na kafu, simba haijaondoka hapa, tiketi zishanza kuuzwa, umeelewa. Na swala la simba kuto kusimamisha uuzaji wa tiketi aliongea mmediari kwa nini tiketi ziendelee kuuzwa, kwa sababu viongozi wa simba walijua ile ni recommendation letter. Sio command letter, kwamba ni ombi, yani kadau katibu wa TFF awaombe simba, kwa hiyo simba kutokana na hali ya mazingira ya uwanja sasa hivi ulivyo, na kafu taarifa alizopelekewa kwamba uwanja ulikuwa na hali hii, na sasa hali ya uwanja ulivyotengenezwa, ulivyo, walikuwa na imani viongozi wa Simba kwamba ile mechi lazima tapigwe wapi. Na ndio maana magoli alienda akapiga picha, na sio magoli tu, mpaka viongozi wa serikali walienda ulewa, mpaka katibu wa wizara nini ya michezo alienda pamoja na kina magoli na Azam wakaupiga picha uwanja akatumiwa musepe kwamba bwana, uwanja hiyo hali ulioambiwa sio hali ya sasa, uwanja wa taifa iko ili, iko hivi, si umeelewa? Ndio maana Manara akatangaza kwamba tiketi ziendelee kununuliwa ili, ili tuendelee kuwashinikiza nani kafu, kwamba tiketi zishanuuliwa zishafikia zaidi ya elfu ishirini na mbili ambapo capacity ya uwanja wa Zanzibar ni elfu kumi na tano ili tuwashinikize watuhusu mechi chezo wapi. Ina maana ile ilikuwa nini Beeping market ya Simba warudishe mechi wapi lakini Simba ana njaa ya kudhulumu eti viera hivi vidogo vidogo. Mimi nilitoa mfano yani, tafsiri yake yule bwana swali alilouliza, yaani kutokana na yule bwana alivyocheza mashindano msimu huu, hajapoteza hata mechi, kwamba ndio iwe kigezo cha kumtoa Simba na kuchukua ule ubingwa. Mimi nikamtolea mfano kulikuwa na mtu anacheza na Tipi Mazembe nusu finali ambaye alikuwa nani, Petro Tetko di Rwanda. Hajafungwa mechi hata hii kama huyu unavyomuona alitoa sare mechi kwenye makundi tena klabu bingwa sio shirikisho. Umeelewa? Lakini mwisho wa siku alikutana na Tipi Mazembe. Yeye alimaliza na pointi kumi na sita, aliongoza kundi. Tipi Mazembe kamaliza na pointi tisa. Lakini mwisho wa siku aliyetoka nani? Sasa hapo jamani sijajibu swali. Eh? Kuna swali ngoja nimalizie. Kuna kijana aliouliza swali la kwanza hapa alisema kwamba alichokifanya Simba yani, alichokifanya Simba, umeelewa, eh? Yanga naye ameshakifanya. Mimi ile nakataa, sio kweli. Kuna vitu Yanga hajavifanya Simba amevifanya. Kwa mfano, misimu nane hii Yanga hajawahi kuifunga kwenye renki ya Kafu timu namba moja, namba mbili, namba tatu, namba nne mpaka namba tano. Yanga hajawahi kuifunga, lakini Simba ameshafunga timu namba moja, namba mbili, namba tatu. Yoyote atakakutana naye Simba anapiga kuna mwana Yanga anaweza kabisha hilo sio? unaelewa Eh, kwa yanga hajawahi kumfunga timu namba moja kwenye renki ya CAF yaani namba moja anazungumzia National Mili, tatu, Melody, namba mbili Experience di Tunis, namba tatu Wida di Casablanca kipindi kile, ukija Mamelodi namba nne. Yanga hajawahi kupata pointi tatu ndani ya misimu kumi, mara ya mwisho yanga elfu mbili na kumi na nne ndo anamfunga National goli, anafunga kanavalo, anaenda kule Baanuzi anakosa penati, Yanga naye anafungwa moja bila. Lakini Yanga hii misimu kumi hasa hii nane ya uwekezaji, yaani misimu minne ya Simba, misimu mitatu ya Yanga na huu mmoja tunaendelea nao, Yanga hajawahi kupata matokeo timu namba moja, namba mbili, namba, namba tatu, namba nne. Pita mbele kama unao hapo, naambia Yanga kama alifuta Simba.